Trey mdogo wangu. Hebu njoo kidogo. Trey mdogo wangu. Trey. Hebu njoo kidogo mdogo wangu. Mm, nambie. Trey mdogo wangu. Naomba niletee maji ya kunywa. Ah, maji ya kunywa. Eh. Nikuwe kwenye kikombe au kwenye glasi? Mm. Hapana mdogo wangu. Niweke kwenye jaba maana mimi si ng'ombe. Haya bwana, sangoja <laughs> <laughs> nialeta fusiani <laughs> Hey, sister ya moto au ya baridi ili eh? <laughs> za mwamwa kweli ya gesi. Haya <laughs> nakuletea <laughs>